Na tunaendelea na mfululizo wa kesi inayomkabili e, mwenyekiti wa Chadema na hii ni sehemu ya nne ambapo sasa Mheshimiwa Lissu anaendelea na maswali ya dodoso. Naam, jaji anauliza hapa, vipi jamhuri? Renato, e, simkude, hatuna pingamizi. Jaji Ndunguru hiyo itakuwa ni D6. Waheshimiwa majaji naomba shahidi apewe D6. Mheshimiwa Lissu shahidi, umesema kwamba tarehe 24 mwezi, tarehe 22 mwezi wa 4 ulipelekwa Central Police Songea kwenda kuchukuliwa maelezo haya. Anajibu shahidi: ni kweli. Lissu: sasa angalia hayo maelekezo yako na waeleze majaji kuwa umesema chochote kuhusu hiyo tarehe. Lissu anaendelea hapa. Shahidi, kuna mahali kokote, Shahidi sijazungumzia chochote isipokuwa saini. Lisu, kwa hiyo hayapo? Shahidi anajibu ya yapo. Lisu, kuna tarehe ishirini na mbili mwezi wa nne kokote? Shahidi anajibu haipo hiyo. Lisu, kuna mahali umetaja Central Police Station Songea, kituo cha polisi, shahidi? Lisu, ah, shahidi. Sijakitaja. Lisu. Ulisema unamfahamu Lissu kwa sababu ni mwanasiasa maarufu na anafahamika na kila mtu. Si ni kweli? Shahidi anajibu ni kweli. Lissu, uliyasema polisi hayo? Shahidi, sijayasema. Anaendelea Lissu hapa tarehe 24 tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2025. Hayo maelezo kuwa uliangalia YouTube yapo. Shahidi, yapo. Lissu, wafasi wangu huwa wanaakili sana unaanza kunitia wasiwasi. yapo ayo? Shahidi hayapo kiukweli. Lissu wafuasi wa CHADEMA wana alama usoni? Shahidi wa kificho sijui. Anaendelea hapa eh, Lissu una kadi? Shahidi wa kificho sina. Lissu majaji watajuaje? Shahidi wa kificho sijui. Lissu tutajuaje wewe kama sio chawa wa mama? Shahidi wa kificho, sijui. Watu hapa kidogo ee, wanacheka mahakamani. Basi Lisu anaendelea, unajua utaratibu wa kulipia michango ya chama? Shahidi sijui. Lisu ulimlipa nani hiyo hela? Shahidi wa kificho mwamba wa Kigoma kigomachia mheshimiwa. Lisu anauliza tena swali lingine, ushahidi wowote, kuna ushahidi wowote umeleta? Shahidi, hapana. Lissu anamuuliza tena, umesema kuhusu video, je, umewaonyesha hiyo video? Shahidi anasema hapana. Lissu, umewasisha hiyo video kama kielelezo? Shahidi, sijui. Lissu, ulisema ulikamatwa eneo la ofisi za chama Mfaranyaki Songea? Shahidi, kweli. Lissu, ulienda Mfaranyaki kupata ufafanuzi? Shahidi: ni kweli. Lisu: sasa kwenda kutafuta ufafanuzi kwa nini mwenyekiti mwenye amekamatwa ni kosa? Shahidi: sijui sheria. Lisu: hata kwa akili ya kujiongeza tu ni kosa hilo? Shahidi anasema sijui. Lisu: wewe huwa unamfuatilia Lisu kwenye nini kama hujue vitu namna hii? maana nimekuambia wafasi wangu wana akili. Shahidi: sifahamu Lisu, mkutano huo wa tarehe kumi, unajua ulikuwa umetolewa taarifa polisi? Shahidi anajibu sifahamu. Anaendelea Lisu, uliojiwa kwa tuhuma za uchochezi? Shahidi anajibu ndio. Lisu anaendelea, wewe ulienda kufanya uchochezi ofisi za chama? Shahidi anasema ndio. Lisu, kwa hiyo ulikamatwa ukiwa hujafanya kosa lolote? Shahidi sijui. Watu wanacheka mahakamani eh! kwa kweli Lissu uh, anaendelea kwa hiyo ulisema, ulichukuliwa maelezo ya uchochezi? Shahidi wa kificho anajibu, ndio. Lissu, yako wapi hayo maelezo? Shahidi, sijui mheshimiwa. Lissu anaendelea, je, ulifungua kesi ya uchochezi au kesi yoyote? Shahidi Pituu ana jibu sikufunguliwa, kesi yangu iliishia tarehe ishirini na mbili mwezi wa nne. Mheshimiwa Lissu anaendelea: mkutano wangu wa tarehe tatu mwezi wa nne, wewe ulikuwa kwenye huo mkutano wangu? Shahidi, Pitu, sikuwepo. Mheshimiwa Lissu, umekuja kufanya nini sasa? Shahidi, kusema nilichoona tu. Naam, mfuatiliaji wa Junii TV ni eh, pata shika nguo kuchanika kati ya eh, Mheshimiwa Lissu na shahidi aliyepewa jina la Pitu hapa mahakamani. Stay tuned kwa ajili ya sehemu ya tano ya kesi ya uhaini.